Of course kwa Eli Mpanzu ni kesi tofauti. Labda mimi niulize swali moja leo, mchezaji gani wa mbele ameperform vizuri? Niulize mimi tena yoyote tu kwa yeah, sababu yeah, unavyosema Mpanzu hajacheza vizuri naweza nikakubali, lakini mchezaji gani wa mbele amecheza vizuri? Mchezaji gani wa mbele leo? Kwa, kwa, kwa maana hiyo, hiyo sioni kama ni sahihi kumpoint Mpanzu, kumpoint Kibu, kumpoint nani kumpoint nani. Mimi here, kwa upande wangu navyoona Simba kuanzia eneo la kiungo cha ushambuliaji ya, yani inaweza ikatoka nyuma vizuri, ikifika kwenye eneo la katikati kwenda mbele. Simba kwa ujumla wake, sio Mpanzu, sio nani, sio nani, Simba kwa ujumla wake ilikuwa haiperform vizuri. Ah, unaniuliza Mpanzu, ahu, ahu, umemwona Kibu, Joshua Mtali kafani, sasa Mpanzu kwa nini? Anajua kuna tofauti. Ngoja nikwambie mfano, jana Yanga mm. Prince Dube alikuwa anakosa magoli na nyavu pale watu kuzungumza ni haki yao, kwa sababu alikuwa anafikishiwa mipira mpaka ndani ya boksi anafika na anashindwa kufanya jambo la msingi. Lakini leo ukifuatilia kwa umakini, mipira ilikuwa ipotei kwa mpanzu peke yake kwa makini, lakini hmm, yeah, of course ukifuatilia mchezo, kwa upande wangu mimi nimetegemea, kwa sababu mimi nilizungumza mapema nikasema Nsingizini watu wanaichukulia poa, ila ni timu tishio, ni timu bora e, na of course maneno yangu mwanzoni yalionekana kama sio ya kweli, kwa sababu Simba ilishinda away kwa mabao matatu sifuri lakini leo nafikiri wameonyesha kwamba of course ukiachana na kwamba kumekuwa kuna mabadiliko ya kimbinu na vitu kama hivyo, lakini tu nafikiri Nsingizini wao kama wao kuweza kwenda dakika tisini katika dimba gumu kama la Benjamin Mkapa pasi na kuruhusu goli imeonyesha kwamba ni timu ambayo ina uwezo wa kushindana, si ndio? Kwa hiyo kwa mantiki hiyo nilikuwa sahihi kwa yale maneno ya kusema kwamba Nsingizini ni timu hatari, umeelewa? Na leo nafikiri ndo nimeprove, lakini E, najua watu wengi watazungumza kwa sababu Simba ni miongoni mwa timu ambayo ina washambuliaji wazuri, mastrikers wazuri, unamzungumzia Selemani Mwalimu, unamzungumzia Jonathan Soa, unamzungumzia Steve Dese Mkwala, lakini una mtu anaweza akajiuliza kwa nini? kwa nini mwalimu ameanza na viungo wengi pasi na kutokuwa na mshambuliaji of course E, sijajua kwa nini lakini ukijaribu kufuatilia inawezekana ikawa pia ni namna ya mawasiliano of course, makocha pia wanakuwa na namna zao za kufikisha ujumbe e, tunaita indirect communication au leadership through action e, inatumika mbinu ya ku, ya kuweza mda mwingine kuweka benchi wachezaji wa aina wa moja wote ili kuweza kujaribu ku, ku, ku, ku, kutuma ujumbe fulani kwamba hapa, mi nahitaji uwajibikaji, lakini vilevile naweza kazea kwamba siangaliwi unacheza nafasi gani kama hujajituma au hujafit kwenye mfumo um, na vitu kama hivyo mimi naweza nikakuweka pembeni na nikatumia aina nyingine ya ya, ya, ya style ya mchezo na kuweza kuimplement matokeo na vitu kama hivyo. Ndio kitu ambacho wamekifanya Dimitar Pantev, sawa. Kwa hiyo hiyo, kwa mantiki hiyo, ndio maana ikafanya kama mechi ionekane kwa sababu hiyo. Inaweza ikawa na faida, lakini inaweza ikawa na hasara. Hasara zake ni pamoja na miscommunication, wachezaji kama usipowapa Eh, sababu ya msingi ya kwa nini uja, uja, uja, umeamua kuja na mfumo huo, wanaweza wakajikuta unawachanganya na kuwafanya washindwe kujua nini hasa ambacho unakilenga kama kama kocha eh, kwa hiyo alichokifanya Dimitar Pantev leo kimetokea, lakini eh, pia kuna kitu kinaitwa tactical imbalance, yani kitendo cha kuanza na eh, timu ambayo haikuwahi kuanza, umewa sideline wachezaji wote wa eneo moja na kupanga viungo tupu na nini inaweza ikaleta Ee, changamoto kidogo kwenye mbinu kwa sababu mbinu zinaweza zisibalance, kwa sababu kwanza umeintroduce mbinu mpya wachezaji labda hawajaielewa na vitu kama hivyo, pia inaangukia kwenye kwenye hii changamoto ya, ya kutumia indirect communication kwa kutumia team selection sawa, lakini kimbinu au ki, kimchezo anaruhusiwa mwalimu kuweza kuweka benchi washambuliaji wa na kutumia viungo na as long as yeye mwenyewe kama ana, anataka kutuma ujumbe labda wa kimbinu au ujumbe wa kumotivate wachezaji na vitu kama hivyo anaweza akaitumia na nafikiri ndio kitu ambacho wamekifanya. Kuto kwanza na washambuliaji inaweza ikawa sababu ya matokeo haya ambayo yametokea siku ya leo. Of course kwa upande wangu naamini hivyo, lakini baadaye alikuja kuintroduce washambuliaji, Steve Dese Mkwala amecheza, Jonathan Soa amecheza, lakini nafikiri pia tuwapongeze Nsingizini Hotspurs wametoa tuwa ushindani, walivyoona hivyo, walibana vizuri eneo la katikati, mipira ikawa high flow kirahisi Simba wakifika katikati ya uwanja au kwenye final third wanakosa alternative ya kuweza kuprogress mipira na kushambulia kirahisi na Nsingizini wakaweza kuhimili mpaka mwisho wa mchezo. Kwa hiyo kwa upande wangu naweza nikasema pia nawapongeza Nsingizini Hotspurs kwa sababu wametoa ushindani. Na nilisema, nilisema nje hapo nikasema Nsingizini Hotspurs ni timu bora kuliko Silver Strikers. Na mimi naweza kukutajia hata wachezaji watatu kwa haraka haraka ambao wanaweza kwenda kuanza kikosi cha kwanza kikos cha Yanga kutoka hapo Nsingizini. Fast naweza kukutajia. <laughs> Sibulile Mavuzo namba kumi ule jezi namba kumi alivaa jezi namba kumi anaweza akaanza. Neliswa Senzo Dlamini alivaa jezi namba nne anaweza akaanza kiungo huyo, box to box, pamoja na Sizo Khumalo, wanaweza wakaanza kikosi cha kwanza cha Yanga vizuri tu. Tule nao. Tule nao. Ah. Ah, unataka nianze kuwataja sasa mmoja mmoja? haya <laughs> <laughs> ah, huyo kwa mfano mtu kama Sibulile Mavuzo anaweza akaanza sehemu ya Maxim pia Nzengeli Alafu yule Nelisa Senzo Dlamini as long as Duke Abuya anaanza kwenye kikosi Nelisa Senzo Dlamini anaweza akaanza kwenye kikosi vizuri kabisa. Si umeelewa? Na Sizo Kumalo anaweza akaanza vile vile kwenye nafasi ya mtu yoyote. Kama alikuwa anaanza Azizi Ndambule, why not asianze Nelisa Senzo Dlamini pamoja na Sizo Kumalo. Kwa hiyo ndio maana nikasema kwamba Nzingizini Hotspurs ni timu hatari na ni timu ambayo ina uwezo wa kubadilika na kutoa ushindani. Sasa kuna watu haraka haraka watahisi labda Simba wamecheza vibaya. Kuna watu watahisi hivyo kwamba Simba wamecheza vibaya, sui nini na nini Kibu alikuwa alikuwa yupo kwenye kiwango na Mpanzu na nani na nani, of course wana sababu, lakini kinachofanya timu ionekane imecheza vibaya ni muda mwingine unapokutana na mpinzani mgumu. Mbona hawa hawa Nzingizini Simba waliwafunga tatu bila, lakini leo wameshindwa kupata goli. Kwa hiyo maana kwamba hawa Nzingizini ni timu ambayo huwezi kuibeat kirahisi, sio push overs mechi ya kwanza wameruhusu magoli matatu, wamesoma weakness zao, wamejua wapi walipokosea. Mechi ya pili wamerekebisha, wanaendelea na sehemu zingine. Kwa hiyo, hawa Nsingizini ni timu nzuri. Simba haijacheza vibaya, ila wamecheza na timu nzuri ambayo ina tabia ya kuonyesha kwamba inakomaa, kwa sababu timu miongoni mwa timu ambayo inakomaa haikubali kufungwa mara mbili mfululizo na timu moja. Umeelewa tabia za timu ambazo zinaonyesha ukomavu. Kwa hiyo kwa upande wangu naweza nikachukulia nika katika namna hiyo. Ah, hivyo tumwasifu uh, sana Nsingizini kwamba amecheza vizuri, lakini Eli Mpanzu bado umemtetea hapo. Anaonekana kupoteza sana mipira na ile kasi ya ushambuliaji aliyokuwa nayo imepotea katika mechi za karibu yeah, of course kwa Eli Mpanzu ni kesi tofauti. Labda mimi niulize swali moja leo, mchezaji gani wa mbele ameperform vizuri? Niulize mimi tena. Yoyote tu kwa sababu yeah, unavyosema Mpanzu hajacheza vizuri naweza nikakubali, lakini mchezaji gani wa mbele amecheza vizuri mchezaji gani wa mbele leo? Kwa maana hiyo Simba hawajacheza vizuri, kwa maana hiyo sioni kama ni sahihi kumpoint Mpanzu, kumpoint Kibu, kumpoint nani, kumpoint nani, no. Mimi in. kwa upande wangu ninavyoona, Simba kuanzia eneo la kiungo cha ushambuliaji yaani, inaweza ikatoka nyuma vizuri, ikifika kwenye eneo la katikati kwenda mbele, Simba kwa ujumla wake, sio Mpanzu, sio nani, sio nani, Simba kwa ujumla wake ilikuwa haiperform vizuri. Au ha, unaniuliza Mpanzu au umeona Kibu Joshua Mtari kafani. Sasa Mpanzu kwa nini ana ana ana unajua kuna tofauti. Ngoja ngukumbie mfano. Jana Yanga, mm. Prince Dube alikuwa anakosa magoli na nyafu. Pale watu kuzungumza ni haki yao kwa sababu alikuwa anafikishiwa mipira mpaka ndani ya boxi anafika na anashindwa kufanya jambo la msingi. Lakini leo ukifuatilia kwa umakini, mipira ilikuwa ipotei kwa Mpanzu peke yake. Kwa makini lakini ukifuatilia. Mm. Kibu amepoteza mipira Joshua Mutale kuna muda alikuwa anafanya vitu ambavyo vinamlazimu kupoteza mipira. Jean Chale huwa hakuonekana kabisa, alikuwa anafanya vitu ambavyo havi yani ha, yani seme hakuwemo mchezoni na ndio ilikuwa early substitution yeye na Mpanzu, si ndio? Kwa jibu linapatikana kwamba hakukuwa na mchezaji katika eneo la offensive ambaye aliperform vizuri. Kwa hiyo tusimpoint Mpanzu. Mimi nachoamini leo kuna kitu Dimitri Pantev amekiona na hizi mbinu ambazo amechagua kuzitumia, nafikiri kuna kitu amekifanya, na kama alikuwa ana lengo la kufikisha ujumbe tunaita symbolic act, symbolic act kwamba anafikisha ujumbe kwa wachezaji kwa kupitia kupanga kikosi basi atakuwa amefanikiwa, lakini kimbinu leo mifumo iligoma. Kwa hiyo asilaumiwe Eli Mpanzu hmm, yeah.